Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki mkiwapa mapenzi, na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyokujieni wakamfukuza Mtume na nyinyi kwa sababu mnamwamini Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wenu mnapotoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi yangu mnafanya urafiki nao kwa siri na mimi nayajua mnayoyaficha na mna na mnayodhihirisha na mwenye kufanya hayo kati yenu basi ameipotea njia ya sawa. Wakikuwezeni wanakuwa maadui zenu na wanakukunjulieni mikono yao na ndemi zao kwa uovu na wanapenda muwe makafiri. Hawatakufaeni jamaa zenu wala watoto wenu siku ya Kiama. Mwenyezimungu watapambanua baina yenu na Mwenyezimungu anayaona mnayoyatenda. Hakika nyinyi mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahimu na wale waliokuwa pamoja naye, walipowaambia watu wao Hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Tunakukataeni, na umekwisha dhihiri uadui na chuki baina yetu na nyinyi, mpaka mtakapomwamini Mwenyezi Mungu peke yake, isipokuwa kauli ya Ibrahimu kumwambia baba yake, hakika nitakuombea ya msamaha, wala similiki chochote kwa ajili yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Mola wetu Mlezi, juu yako tumetegemea na kwako tumeelekea, na kwako ndiyo marejeo. Mola wetu Mlezi, usitufanyie mtihani kwa waliokufuru na tusamehe. Mola wetu Mlezi, hakika wewe ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Kwa yakini umekuwa mfano mzuri kwenu katika mwendo wao, kwa anaye mtarajia Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na mwenye kugeuka, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha, Msifiwa. Ila Suratul Mumtahina imeteremka Madina. Sura hii imeanza kwa kuwakataza waumini wasiwafanya urafiki washirikina ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zao wao kwa kushikilia kwao ukafiri na kumtoa Mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini kwenye nyumba zao Makka, na ikaashiria kwamba uadui wa watu hawa kwa waumini uliofichikana hauwachi kudhihiri pale wanapowakuta na wakapata nguvu juu yao. Kisha sura ikaingia kubainisha ruwaza njema ya Ibrahimu na waliokuwa pamoja naye katika kujitenga na washirikina na hayo waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu wakitangaza uadui wao kwao mpaka wamwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Hayo yanaonyesha kuwa huo ndiyo mwendo wa wanaotaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na wanaoogopa adhabu yake. Kisha ikabainisha mahusiano yepi yanafaa kuwa nayo na wasiokuwa Waislamu na yepi hayafai. Ama wale ambao hawatupigi vita katika dini wala hawasaidii dhidi yetu, basi ni wajibu wetu kuwafanyia wema na kuwafanyia haki. Ama hao wanaotupiga vita katika dini na wakasaidia katika kututoa kwenye nyumba zetu na miji yetu, hao basi ndiyo Mwenyezi Mungu anatukataza kuwafanyia hisani na kuhusiana nao. Kisha sura ikabainisha hukumu ya waumini wanawake waliohamia kwenye mji wa Kiislamu na wakawaacha waume zao wakishirikina, na hukumu ya wanawake wakishirikina, ambao waume zao Waislamu wamehama na hao wanawake wakaachwa katika mji wa shirki, na ikafuatilia kueleza kutoa utiifu wanawake kwa walivyomtolea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sura ikahitimisha kama ilivyoanza kwa kukataza kuwafanya urafiki maadui waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, ili kuthibitisha hukumu iliyokwisha tolewa mwanzo wake, na ikaitilia nguvu katika kuthibitisha kwake: enyi mliyomfariki Mwenyezi Mungu na mtume wake msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wenzenu, mkiwapa mapenzi ya kweli, na hali wao wameakataa yaliyokujieni nyinyi ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu chake. Wamemtowa mtume na wamekutoweni nyinyi kwenu kwenye majumba yenu kwa sababu ya imani yenu kumwamini Mwenyezi Mungu mola wenu mlezi, mnapotoka makwenu kwenda pigana jihadi katika njia yangu na kutaka radhi yangu basi msifanye urafiki na adui zangu mkawapa mapenzi kisirisiri, na mimi nayajua vyema yote mnayaficha na mnayadhihirisha. Na, na yoyote mwenye kumfanya adui wa Mwenyezi Mungu kuwa ndiye rafiki yake, basi ameikosia njia iliyonyoka. Wakikutana nanyi na wakakuwezeni wadui wao kwenu na dhihiri, na wanakunyosheni mikono yao na ndimi zao kukudhuruni na wanatamani muwe makafiri kama wao. Hawatakufaeni kitu jamaa zenu wala watoto wenu. Mliwafanya kuwa ni marafiki na hali wao ni adui wa Mwenyezimungu na adui zenu. Katika siku ya Kiyama, Mwenyezimungu atakutengeni mbali mbali, atawatiya maadui zake motoni na marafiki zake peponi. Na Mwenyezimungu ni mwenye kuyaona yote myatendayo. Nyinyi mna kiigizo kizuri cha chakukiya katika Ibrahimu na walioamini pamoja naye, pale walipowaambia watu wao, hakika sisi tunajitenga nanyi na tunajitenga na hiyo miungu ya uongo mnayoiabudu badala ya mwenyezi si Mungu. Sisi tunakukataeni na umekwisha kwisha dhihiri uadui na kutukiana baina yenu na nyinyi, hayo hayataondoka kabisa mpaka mumwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini kauli ya Ibrahimu kumwambiya baba yake, nitakutakia maghfira na similiki kwa Mwenyezi Mungu kitu chochote, kauli hiyo si ya kufuatwa, kwani hayo yalikuwa kabla hajajuwa huyo baba yake kashikilia kuwa aduyo Mwenyezi Mungu wala hageuki. Ilipodhihiri kwake kwa hakika huyo ni adui wa mwenyezi Mungu, alijitenga naye. Enyi waumini, semeni: mola wetu mlezi, kwako wewe ndiyo tunategemea, na kwako wewe tunarejeya, na kwako wewe ndiyo mwisho wetu akhera. Mola wetu mlezi, usitujaliye tukawa katika hali ya kuwa katika fitina za waliokufuru, na tusame madhambi yetu, ewe mola wetu mlezi Hakika wewe ndiye mwenye nguvu usiyeshindika, mwenye hikma katika kutasarafu kwake. Enyi waumini, bila shaka katika Ibrahimu na waliokuwa pamoja naye kipo kigizo kizuri kwenu, kwa vile walivyofanya uadui maadui wa Mwenyezimungu. Kigizo hicho ni kwa mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezimungu na siku ya mwisho, na mwenye kupuuza kufuata haya, basi kajidhulumu nafsi yake.

Asaa Mwenyezimungu wakati ya mapenzi beina yenu na hawo maadui zenu, na Mwenyezimungu ni mweza, na Mwenyezimungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Mwenyezimungu hakukatazini kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao hakukupigeni vita wala hawakukutoweni makwenu. Hakika Mwenyezimungu huwapenda wafanya uadilifu. Hakika Mwenyezimungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale waliokupigeni vita na wakakutoeni makwenu na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu, na wanaowafanya hao marafiki basi hao ndiyo madhalimu. Enyi mliyoamini, wakikujilieni wanawake waumini waliohama, basi wafanyieni mtihani. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi imani yao. Mkiwa mnawajua kuwa ni waumini, basi msiwarudishe kwa makafiri wanawake hao si halali kwa hao makafiri, wala hao makafiri hawahalalikii wanawake waumini, na wapeni hao wanaume mahari waliotoa, wala hapana makosa kwenu kuwaoa mkiwapa mahari yao. Wala msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu, natakeni mlichokitoa na na wao watake walichokitoa. Hiyo ndiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu anayokuhukumuni na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Na akitoroka yeyote katika wake zenu kwenda kwa makafiri, tena ikatokea mkapata ngawira, basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahari waliyoyatoa. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini. Ewe Nabii, watakapokujia wanawake waumini, wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba wala hawatazini wala hawatawaua watoto wao wala hawataleta uzushi wanaouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao wala hawatakuasi katika jambo jema, basi peana nao ahadi na uwatakie maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi maghfira, mwenye kurehemu. Enyi mliyoamini, msiwafanya rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu wamewakasirikia au wamekwisha kata tamaa ya akhira, kama makafiri walivyowakatia tamaa watu wa makaburini hasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu akajalie awepo mapenzi baina yenu na hao makafiri walio ni maadui zenu kwa kuwapa taufiki kuwawezesha kuingia katika imani. Na Mwenyezi Mungu ana uweza uliotimia ni mkunjufu wa mafira kwa mwenye kutubu ni mwenye kuwa rehemu mwenye waja wake. Mwenyezi Mungu hakukatazini kwa makafiri wasiokupigeni vita wala kukufukuzeni makwenu, kuwa kirimu na kuwapa mawasiliano mema Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda watu watendao ihsani na mawasiliano. Ila Mwenyezi Mungu anakukatazeni wale wali wali waliokupigeni vita katika dini, ili kukuzuiyeni nayo na wakakulazimisheni kutoka majumbani kwenu na nchi yenu, na wakasaidia katika kukutoweni huko, msiwafanya hao kuwa ndiyo wenzenu wa kusaidiana nao na wenye kuwafanya hao ndio wasaidizi wao, basi hao ndio wenye kujidhulumu nafsi zao. Enyi mlioamini wa wakikujieni wanawake waumini waliohama kukimbia nchi ya ukafiri, basi wachunguweni ili mpate kujua ukweli wa imani yao. Mwenyezi Mungu anajua zaidi ukweli wa imani yao. Mkiwaona kama ni waumini, basi msiwarudishe kwa waume zao makafiri. Wanawake waumini si halali kwa makafiri, wala wanaume makafiri si halali kwa wanawake waumini. Na wapeni waume wa kikafiri mahari walioyatowa kwa wake zao na waliohamia kwenu. Wala hapana ubaya kwenu kuwaoa wanawake hao waliohamia kwenu, mkiwapa mahari yao. Wala msiwazuie kwa kifungo cha ndoa wanawake makafiri waliobakia katika mji wa ukafiri au waliofungamana nao natakeni kwa makafiri mahali mliyoyatowa kwa wenye kufungamana na mji wa ukafiri, na wao hawo watake kulipwa walichotowa kuwapa wake zao waliohama wakaja kwenu. Hukumu hiyo mwajibwa sharia, mwajibwa Ana, dema, ni kwa mujibu wa sheria mwenyezi Mwenyezimungu anayokufafanulieni na Mwenyezimungu anajua dema maslaha ya waja wake, ni mwenye hikma katika kutoa sharia na wakitokea baadhi ya wake zenu wakakukimbieni kwenda kwa makafiri, kisha mkapigana nao vita, basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahali waliyoyatoa, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini. Ewe Nabii, wakikujia wanawake waumini kukuahidi kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba wala hawatazini wala hawatauwa watoto wao wala hawatawabandikiza waume zao watoto wa, umezao, wa wao waharamu kwa uzushi na uongo na uzua baina ya mikono yao na miguu yao yaani matumboni mwao au kwa ndimi zao na tupu zao wala hawendi kinyume nawe katika jambo jema unalowaitia, basipokea hali juu ya bodi, emano, yao, hayo na waombee msamaha kwa mwenyezi Mungu. Hakika mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na kurehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallama haamrishi la jema, lakini sharia hapo inasema kuwa mtawala yeyote hutiwa akiamrisha jema tu, ama kwa lilo ovu. Mtume sallallahu alaihi wasallama wasallama amesema hapana, kumtii kiumbe katika kumwasi Muumba. Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, msiwafanye kuwa rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu wamewaghadibikia hao wamekata tamaa na akhira, na yote yatakayokuwapo huko ya kulipwa na kuhisabiwa, kama makafiri walivyokata tamaa kufufuliwa waliomo makaburini.